Na kama alivyosema mwanangu Victor, nilimpa jina la kiraka kwamba kila nilipomuweka Jenista aliziba vizuri. Amekuwa kiongozi anayesimama imara kutetea maslahi ya nchi bila kuchoka na bila kujali changamoto. Kupitia sauti yake bungeni, vitendo vyake katika jamii na msimamo wake katika uongozi, ameacha kumbukumbu njema. Nirudie aliyoyasema mmoja katika viongozi wa dini, ameandika hadithi nzuri kwa ajili yake. Kwa heshimiwa wabunge na mawaziri, hususan wale wapya, ni waase kufuata nyayo zake kwa namna zifuatazo: mafanikio ya bunge na taifa yanatokana na mshikamano wa wabunge wote bila kujali tofauti za kisiasa mijadala inabaki katika misingi ya kistaarabu na kuhakikisha inalinda heshima ya Bunge kama chombo cha uwakilishi na wananchi, na pia kutimiza wajibu wenu kwa uadilifu kama alivyokuwa kiongozi wenu huyu Jenista Mhagama. Waheshimiwa na wanafamilia, nihitimishe hotuba yangu kwa kusema tunamshukuru Mungu kwa mchango mkubwa wa marehemu Jenista katika maendeleo ya jimbo lake, chama chetu, serikali na taifa kwa ujumla. Tunatambua kuwa safari yake ya uongozi haikuwa rahisi, lakini aliitembea kwa ujasiri, hekima na heshima. Leo tunapomwaga kuelekea katika makao yake ya milele, tunabaki na kumbukumbu za tabasamu lake. Niliwahi kuwasikia watu wakisema hajawahi kumwona Jenista akikasirika. Ukweli ni kwamba alikuwa anakasirika, lakini muda wote alikuwa na tabasamu. Tutalimisi tabasamu lake, lakini vile vile hekima yake na moyo wake wa kujali maslahi ya taifa. Na hapa nataka nipige mstari, moyo wake wa kujali maslahi ya taifa tunakwenda kuyamisi na niseme tumepoteza mtu muhimu sana. kwa wanangu, wana familia na ndugu zake, tunasema poleni sana. Taifa lote lipo pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu, tunawaombea faraja, nguvu na amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa wanaruvuma na wanaperamiho, tunawapa pole kwa kupoteza tumaini lenu. Mwenyezi Mungu awape faraja kwa mdogo wangu mheshimiwa Jenista Mhagama. Lakini kabla yeye kwa mheshimiwa spika na wabunge wote ikiwemo wana CCM wenzangu, niseme tumeondokewa na tuweni pole. Sasa kwa mdogo wangu marehemu Jenista Mhagama tunasema, umetimiza wajibu wako kwa uaminifu mkubwa, umepigana vita vilivyokupasa uimara wa taifa letu ni pamoja na mchango wako mkubwa. Mwenyezi Mungu akupe safari yaheri, safari njema na ilaze roho yako pahali pe, pema peponi. Amen. Sote kwa imani zetu tunamwomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yako kwa amani milele na milele na tunamshukuru kwa maisha yako na yote uliyoyafanya kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Bwana ametoa, Bwana ametwaa jina lake lihimidiwe. Amen. Asante sana.